Niko huko kaunti namba 45. Ni kwamba wanakijiji wa Olongojo Oyani, katika mpaka wa Transmara na Migori wanalilia serikali kuwanusuru dhidi ya watu wanaodai ni mabwenyenye wenye lengo la kuwafurusha katika ardhi yao wenyeji hao wanadai kuhangaishwa na wanaomezea mate ardhi hiyo, huku wakidai zaidi ya vijana 15 walikamatwa kiholela kufuatia mzozo wa mara kwa mara kuhusu mashamba hayo. Kuna, yeah, wengine wamekuja hapa napita, yeah, wanapiga watu kila siku hata wengine walifuja mguu. Na juzi walikuja kwa seng'enge yao wakabomoa yote, ng'ombe kaingia akafuja sufuria, zingine zikaingia ndani ya nyumba, kila kitu kimeharibika. Lakini ukuulisha ni panga au kisu hiyo kitu kinatendeka hapa. Ukimwambia mbona unafanya hivi, nasema nenda mali unafanya na utaweza. Mwenye ako na pesa ndio ako na haki? Tunataka kuuliza hii Kenya, mwenye ako na pesa ndio ako na haki? Sheria ni ya kila mtu na tuko na haki na tunadai haki yetu. Mimi nimekuja hapa nimesalia watoto yangu yote hadi saa hii, mume wangu ayuko. Asilimia mingi asilimia mingi wa wow, mama hapa ukiona Hawana mabwana wajane, wajane yote yote ni wajane na ndio inanyanyaswa, ndio inanyanyaswa kwa sababu ya pesa. Hawa watu hatujui alitoka wapi mpaka akapate vitu hiyo na kuja kunyanyasia watoto wetu. Kuna watu ambao wamekuja hapa 2019 wakachukua mashamba yetu kwa lazima, wametumia vitengo mingi ya polisi kutoka police station tatu, walitumia polisi kutoka Ee, Ngararu, RDU kutoka Ngararu police station ya Enosain na police post ya Keyan wakakuja hapa, wakatulazimisha, wakasema hapa ndio shamba inapita.